Mgeni maalum katika mchezo wetu dhidi ya, dhidi ya Al-Masri, lakini vile vile tukaonesha nia ya kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Koautata, na nimwambie tu kwamba amefurahi mno na anaweka sawa sawa ratiba zake, aje kujumuika nasi, aje kujumuika na Simba aje kujumuika na Watanzania wenzima. Lakini leo niko hapa katika tawi hili la Ngurumo ya Radi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum kuelekea katika mchezo huo. Safari hii tumedhamiria ubaya bwela, na tunapiga kila engo, na tunakusanya kila nguvu, na tunamwalika kila mtu mwenye mchango mkubwa kwenye jamii hii ili mnyama aweze kuvuka na kwenda hatua ya nusu fainali. Wachawi wengi, ndugu za mguni, wabaya watu. Msifikiri tunakwama tu kwa bahati mbaya, na watu wamekunja nafsi kweli kweli. Sasa lazima tualike nyuklia za kila namna kuhakikisha kwamba mnyama anafuzu na anakwenda nusu fainali. Siku ya tarehe 9. Kwa mantiki hiyo basi, niko hapa ngurumi aradi kumtangaza mgeni wetu mwingine maalum ambaye atahudhuria mchezo wetu wa tarehe tisa, naye si mwingine ni mtume Bonfas Mamposa. Ah! Ah! Ah! Ah! Hatuache mtu safari hii, tuhakikishe kwamba nyama anakwenda nusu fainali kwa heshima na taadhima. Kutoka Simba Sports Club tunamwalika, tunakualika mtume Bonfas waposa kwa shughuli cool, na tunafanya mazungumzo naye hapa, ikiwezekana kesho kwenye ibada tukawauzie waumini wake tiketi.